na mzungumzaji yupo, mzungumzaji atazungumza. Tofauti na mila zingine au na dini zingine, Uislamu kama ulivyo mmodia, kwa sababu ni umma mmoja. Kwa hiyo popote pana akikosekana atapatikana, kama ilivyokuwa popote, wewe au mimi unaweza kufanya ibada yako, unaweza kuswali, ukiondoka popote ukaenda duniani kokote, utatekeleza ibada yako kufika kule akamuuliza vijana ambao wako kule wanaishi, naomba nionyesheni sehemu ya kuabudia, sio msikiti, sehemu ambayo ataabudia kwa dini ya Kiunani, dini si kwa Kiislamu. Vijana akamshika mkono akampeleka akamwambia, bwana, sisi tunaona sehemu ile pale, na ndio kuna alama tunajua, wenzetu wa sehemu ya kuabudia kuna alama zao pale, ndipo wanapoabudia ule bwana siku akipanga ikifika siku ya ibada a akavumilia vumilia pale, akakuta yanayoendelea yote ni Kiarabu, Kiarabu kama ya Kiislamu, lakini kumbe yale yamefanyika pale ni ya dini ile. Isipokuwa nini? Lugha. Kwa sababu lugha ni Kiarabu. Yule bwana alikuwa anaomba ibada imalizike haraka na ibada ilipomalizika aliondoka, hakurudi tena akasema kuanzia leo mpaka naondoka nchi hii, sitaswali. Kwa hiyo, dini nyingine anaweza akatoka akaenda sehemu nyingine akashinda kusali lakini sio sawa na nini? Na Uislamu. Kwa hiyo tuendelee na darasa letu. Leo ni mashia ya Ilahi tataja fungu moja tu, fungu moja na watu wanaostahili kulipata fungu hili. Kipindi kilichopita tulitaja tulitaja mafungu mawili, tulitaja fungu la robo pamoja na fungu la ngapi? La fungu. Leo tunataja fungu la nusu. Nusu basi fungu la nusu, fardu khamsa wa afradi ni fungu la watu watano. Nusu ni fungu ambalo wanastahiki watu wangapi? Watano, kwa maana makundi matano. Kundi la kwanza ni binti. Alikufa mtu akaacha binti, basi huyu binti anastahiki nusu, lakini tutaangalia, anastahiki nusu kwa masharti gani? Au akiwepo tu basi apate nusu? Kuna masharti yake. Kwa hiyo wa kwanza kabisa ni binti. Wa pili ni bintu libni, bintu libni, kwa maana binti wa mtoto wa kiume amba na mtoto wako wa kiume alafu mtoto wako wa kiume amezaa binti ana binti ume. Kwa hiyo yule binti anakuja kukurithi wewe ambaye ni babu yake, kwa hiyo tunasema ni binti wa mtoto wa kiume. Kwa yule binti wa mtoto wa kiume ambaye ni mjukuu ana fungu lake la ngapi? Ya nusu. Kwa hiyo kwanza kabisa tumesema ni binti, ni binti yako kabisa mwenyewe na wa pili ni binti wa mtoto wa kiume melana. Haya, hawa wawili hawa, binti pamoja na binti wa mtoto wa kiume, wanapata nusu kwa sharti gani? Sharti la kwanza, idha mfarida kullu minhuma pindi kila mmoja atakapokuwa peke yake, yani kwa maana binti akawa binti huyu kama binti. Yani ukiacha hapa, kuna ukwa mama ipo, sijui kaka, sijui nani, lakini binti kama binti ayu amesimama huyu siaaa akisimama binti huyu mmoja, ina maana huyu binti fungu lake ni gapi? Sharti hili linaenda kwa huyu binti libni, kwa maana binti wa mtoto wa kiume ambaye ni mjukuu, naye anabeba sharti hili hili, anapata nusu ikiwa akiwa peke yake, yaani peke yake, kwa maana binti wa mtoto wa kiume yuko huyu mmoja. Inawezekana kuna baba siku na babu siku na nani, lakini binti wa mtoto wa kiume akawa huyu mmoja anapata Hapa ni masharti mawili tu. Sharti la kwanza tumesema binti kama binti awe peke yake na binti wa mtoto wa kiume awe peke yake. Sharti la pili wasiwepo kaka zao, yes. Wasiwepo kaka zao, kwa maana huyu binti asiwepo kaka yake na huyu binti wa mtoto wa kiume asiwepo nani kaka yake. Masharti haya mawili yakis yakipatikana fungu lao ni ngapi? zutaeao tumesema binti anapata nusu kwa sharti, akiwa peke yake. Maana ya peke yake sio kwamba amekufa mtu kamwacha binti tu, ah, yani binti kama binti, zinawezekana wakawa mabinti wawili, wanawezekana wakawa watatu, wakawa mabinti wanne. Sasa hapa awe binti, binti huyu mmoja, na sharti la pili asiwepo kaka yake, basi asipokuwepo kaka yake, na akawepo yeye peke yake, fungu lake ni ngapi? Ni nusu. Na huyu binti wa mtoto wa kiume hivyo hivyo, akiwa peke yake mmoja tu, asiwepo kaka yake, naye fungu lake ni ngapi? Ni nusu. Hawa ni watu wangapi? Wainti, tunakuja mtu wa tatu. Tumesema fungu hili na watu wangapi? Watano. Na leo tutachukua fungu hili hili, hili imashi itakuwa mwisho tutaangalia mbele ya safari. Kwa hiyo mtu wa tatu, al-ukhtu shaqiqa, dada baba mmoja mama mmoja. Dada baba mmoja mama mmoja. Yaani, wewe una dada yako ambaye mmechangia baba mmoja mama mmoja. Huyu dada huyu, katika fungu lake anastahili kupata nusu na wanne wana

Huyu dada baba mmoja baba mmoja awe peke yake, ni kama hivyo ome wa binti au binti wa mtoto wa kiume. Kwa hiyo na huyu dada ambaye amechangia baba mmoja baba mmoja, ili apate nusu awe peke yake, na pili, asiwepo kaka yake, awe peke yake, na asiwepo nao kaka yake, kama walipokuwa wale wa kwanza na huyu dada ambaye mmechangia baba mmoja, na sharti lake hilo hilo, ili apate nusu awe peke yake awe peke yake, alafu pili, asiwepo kaka yake, asiwepo nani kaka yake. Lakini tatu, anaongezeka kwa huyu dada baba mmoja, inaongezeka sharti lingine, asiwepo dada wa baba mmoja mama mmoja huyu aliyetajwa hapa asiwepo, ili amfanye huyu dada wa baba mmoja apate nusu. Amekufa mtu akaacha dada wa baba mmoja mama mmoja akaacha dada wa baba mmoja, hawa wawili hawa, yupi mwenye nguvu zaidi, kwa maana mwenye ujirani zaidi na marehemu? Baba mmoja mama mmoja. Sasa mafungu yao yanafanana, huyu nusu na huyu nusu, kwa kuwepo huyu kwa sababu huyu ana nguvu zaidi. Kwa hiyo katika masharti yanaongezeka kwa huyu dada wa baba mmoja, kwanza tumesema awe peke yake, asiwepo kaka yake, lakini sharti la tatu asiwepo dada baba mmoja mama mmoja, asiwepo. Mwisho kabisa, ambaye anapata nusu tumesema ni watu watano wa mwisho. Ambaye tulimsoma kipindi kilichopita ni mume mume, naye fungu lake ni masharti masharti wao peke yao, yani kwa maana binti awe peke yake, lakini pia hata anapokuwepo binti wa mtoto wa kiume nawe nao peke yake. Sharti la kwanza, sharti la pili, asiwepo nani? Kaka yao, asiwepo kaka yao. Sasa hapa huyo binti pamoja na binti wa mtoto wa kiume mafungu yao yanafanana. Haya, tujalie, amekufa mtu alafu akaacha binti, akaacha binti wa mtoto wa kiume. Kwa maana hawa wawili wakapatikana, katika hawa wawili, hawa wote tutawapa nusu nusu au yupi atakayepata nusu na mwingine hatapata nusu, atatafutiwa sehemu nyingine atapata nusu, alafu huyu binti wa mtoto wa kiume huyo hawezi kupata nusu. Kwa nini apate nusu? Kwa sababu kuna huyu binti ambaye ni jirani kabisa. Kwa utakuta huyu binti ndio yuko karibu zaidi. Kwa hiyo binti huyu atapata nusu, alafu huyu binti wa mtoto wa kiume hatapata nusu. Kwa nini hawezi kupata nusu? Kwa sababu huyu ndio yuko jirani zaidi. Kwa hiyo kuna sharti moja ambalo litaongezeka kwa binti huyu wa mtoto wa kiume kwamba katika sharti inaongezeka kwake asiwepo binti pia, asiwepo binti pia. Kwamba amekufa mtu kaacha binti, binti wa mtoto wa kiume alafu tunaangalia chini, kuna binti? Hakuna binti na wengine wengine hapo, kuna kaka yake? Kaka yake hakuna, hapa tunampa nusu, lakini akiwemo binti tu huyu binti lipe ni tunamuondoa kwenye fungu la nini, la nusu, anaenda kutafutiwa fungu. Watatu tumesema ni wa ni dada baba mmoja mama mmoja altu shaqika, anapata nusu kwa sharti akiwa peke yake, lakini pia asiwepo kaka yake wanne ni dada baba mmoja anapata nusu kwa sharti akiwa peke yake asiwepo kaka yake na asiwepo nani dada baba mmoja mama mmoja na wa mwisho kabisa ni mume anachukua nusu kwa sharti usiwepo na na watoto hadha wabillahi